Sometimes kuna <coughs> vitu zingine unafaa utumie akili, hata kama Mungu alisema kile kitu tunachopitia mateso hapa duniani tuite jina lake, lakini sometimes unatupima bangi sana. Hakuna siku Utaenda kuita jina ya Mungu kwa sababu mavi imekataa kutoka kwa matako yako unaelewa? Uweziita Mungu wa Mungu, Mungu, mavi imekwama kwa matako yangu, mavi imekwama, mavi imekwama, Oh Jesus Lord, sasa Jesus Lord, mavi imekwama kwa matako yako, unaita jina ya Mungu akuja kutole, utakuwa mwijinga.

hata magaidi wanaita jina ya Mungu. Sasa swali, nyinyi, wakati mlikuwa mnatoka mume, how can you people manage to get 100 something thousand? 100 something thousand. I'm talking to the Timriyaga. 100 and something thousand. 100 something thousand. 100 something thousand. mumepata mkarusa yule magaidi, mkapaya yule magaidi. Sasa sasa, pesa ya kuweka mafuta ya kwenda kuokoa rianga, mnaweka mafuta less, umeweka mafuta less, bado unaita holy ghost fire. Oh Jesus Jesus, oh Jesus Jesus, we want mafuta Jesus. hmm? mafuta yameisha barabarani, bado unaita holy ghost fire. Kwa sasa holy ghost fire ndio amemaliza mafuta. Mungu hata kutoka mbinguni ya kuja kuleta mafuta na da kibuyu ama lori ya, ile lori ya kuleta fuel. Mungu atatoa hiyo lori mbinguni. Bum bum. Chimbi yaga wekeni mafuta. Hiyo ni ndoto ya jioni. Usaini mwana mwenye anaota jioni, anaota kuna pesa, akiamuka huku kwa kitanda huku anaweka mgongo hivi. Hiyo pesa. Pesa. Unaamuka una lolote. Hauna lolote ati unaota uko na pesa. The same way unaota ati Mungu atatoka binguni akuletea mafuta. Apoga na wewe, jinga yenu ndio umemfanya mukakosa hiyo mafuta. Hakuna mwenye amekataa kukontributia, mulikuwa mnaenda kuokoa riaga. Kelele ndio mukuwa nayo mingi mnakaa kama kibebero ambayo imeperekwa kwa jirani kulala na mbuzi. Ashigotsizairuni gani? Riagai siyo mutu hivi hivi, munaenda mnatafuta kama naenda kutafuta sengora kwa mustuni na umbwa mmoja unaenda kutafuta singura na umbwa mmoja mustuni. You need to be well organized well prepared. Kama ni mafuta, we get mafuta full tank. Mujue hii gari yetu inaweza aenda 50 kilometers, na mafuta inatosha aje? Ndiyo maana unaona hata wa ndege ikitoka Kenya inaenda South Africa, kuna ile mafuta kiwango nawekewa ya kwamba wanapima hii mafuta itatufikisha South Africa, hii mafuta itatufikisha Italy. Hii mafuta itatufikisha Liverpool, Chelsea, Iraq. tukifika mahali kama tutapumzika. Tutakuli injini tuanze safari yetu tena, na mafuta moja moja ile ukitoka hapa na mafuta ukienda gari. Ushaona gari hizi gari zinaenda direct from from, from Nairobi to Mombasa, from Mombasa to Gerisa to to wapi hivyo hivyo. Ushaona wanasimama wanaweka mafuta, wakisimama, wanasimama tu watu wanapumzika, lakini wasimame, sijui mafuta imeisha wanapima ile mafuta nyinyi, uliambiwa jana, mali riaga alikuwa kwani nini? Mku anaweza ku, hii mafuta tuweke full tank, ndio tutoke tuende safari yetu. Sasa hivi mnafema, unasema nuwacha gari hapo, mnatembea miguu, wengine bado wanalalamika, wataki kutoka, naita Jesus <laughs> hiyo ni upumbavu, hiyo ni upumbavu mm.